Sisi kama mnavyofahamu, taasisi yetu ya moyo ina wahasibu na vilevile ina auditor ambao wapo kwenye taasisi yetu. Wahasibu ni kiungo muhimu sana kwenye taasisi. E, sisi madaktari tunatibu, lakini tunapata sapoti ya watu mbalimbali, mojawapo ni wahasibu. Wahasibu wahasibu wanatunza mahesabu ya taasisi yetu, hela yote inayopatikana ambayo serikali inaileta lakini tunayoizalisha kutokana na, na shughuli mbalimbali tunazozifanya kutoka bima mbalimbali mbali, lakini kutoka taasisi mbalimbali inatunzwa na wahasibu. Taasisi hii sasa imekuwa moja ya taasisi kubwa na wahasibu wamechangia sana, kwa sababu kwa miaka yote tangu taasisi imeanzishwa elfu mbili kumi na tano tumekuwa tunapata hati safi. Kama tusingekuwa na wahasibu bora wenye weledi wa hali ya juu tusingepata hati. Sasa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba kila shilingi moja ambayo inatumika kwenye taasisi inaleta matokeo ambayo yanaendana na uwekezaji wa hiyo shilingi, ikimaanisha kwamba kama tunanunua kitu cha shilingi elfu ishirini lazima tupate thamani ya shilingi elfu ishirini ili hela ela yote isiwezi kupotea. Lakini pia tunatambua umuhimu wa kutumia teknolojia ya sasa, teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuongeza au kuimarisha utendaji wa kazi zetu. Kazi zetu kazi za uhasibu tunatumia mifumo kama afaham, tunatumia muse, tunatumia tari, mifumo mingine ya kihasibu iko mingi sana, lakini uh, kwa asilimia kubwa tunatumia mifumo, lakini kuna baadhi ya kazi zetu bado hatujatumia mifumo kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo tunakumbushana umuhimu wa kutumia teknolojia hasa hasa ya mawasiliano na habari ili kuboresha utendaji uh, wetu sasa hivi tuko kwenye mchakato sisi kama wahasibu pamoja na wenzetu wa tehama, tumekuja tumeunda kikundi kazi ambacho kitakuja na mapendekezo na ya namna bora ya kutumia teknolojia ya akili mbadala, kwa maana ya artificial intelligence, ambayo itasaidia utendaji wa majukumu yetu ya kila siku. Napenda siku hii ya leo ambayo ni siku yetu ya siku ya uhasibu tumeona ni vyema tufanye kushiriki pamoja na wagonjwa ambao wapo, wako akuapaodini ili kuwapa zawadi kidogo kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Na kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni utendaji uh, bora, lakini pia na kuhakikisha kwamba tunarudisha ile uh, tunarudisha kwa jamii pia. Kwa hiyo ili leo tumeona ni vyema tushiriki pamoja na wagonjwa ambao wa wako udini. Tumekuwa na zawadi kidogo ambazo tumeandaa kwa ajili yao ili pia kuwafariji, lakini pia nichukue nafasi hii pia kuwakaribisha jamii nyingine, kwa, kwa maana ya hizi taasisi, lakini pia nami hata vikundi mbalimbali unaweza vikawa vinakuja pia kushiriki kwa ajili ya kuangalia watu ambao wapo katika maeneo ya hospitali ambao wanahitaji mahitaji mbalimbali. wow, wa okay, wa sababu wao ni wazee pia na elimu, na wanaguswa na mambo ambayo yanaendelea, kwa maana ya hawa watoto ambao wako hospitalini. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu wamerejesha chakula ambacho wamekipata katika maturisho ya siku ya siku yao hii, wametukumbuka sisi pia. Nashukuru, ni jambo kubwa sana. Nashukuru Mungu, baada ya kufika hapa huduma yao nzuri na wako vizuri. Nasema asanteni na nyinyi mliokuja kututembelea, Mungu awabariki, musikate tamaa kutusaidia. Nyinyi ndio uokozi wetu, ndio mwenye tusaidia hapa. Mungu awajalie sana sana, ya moyo.